Dadi Mbawala ni mwanafunzi wa chuo cha VETA Rufiji. Napenda kutanguliza shukrani kwa Masamia kwa kujengea vyuo vya VETA. Kuna manufaa makubwa ambayo tumepata kutokana na VETA. Kwanza imeweza kutusaidia sisi vijana katika kutendeleza katika maisha ya baadaye, kutupatia ajira. Vyo hivi vimekuwa na tija kubwa kwetu sisi vijana, kwa sababu vitatupatia ajira pamoja na fursa za kujiajiri kupitia elimu ambayo naipata pa VETA nitaweza kukidhi mahitaji yangu pamoja na kulea familia yangu. Kwa sasa tuna wanafunzi takribani sitini na moja katika fani tatu: fani ya umeme, fani ya ujenzi na ushonaji. Chuo chetu kimejengwa katika awamu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tunamshukuru sana kwa kujengea chuo chetu hiki, kwa sababu kimekuwa na muhimu sana kwa hasa hasa kwa watu wazawa wa Rufiji. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutupenda sisi vijana. Mama yuko kazini.